Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, eidha awe na smartphone au kichochi Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram at invitepro underscore, au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Waziri Mkuu dr Mwigulu Nchemba leo Novemba 15, 2025, amefanya ziara ya kushtukiza katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma na kuagiza hospitali zote nchini zihakikishe wajawazito wanapofika hospitali wahudumiwe kwa haraka ili kuokoa maisha ya mama na mtoto. Pia waziri mkuu ameagiza Wizara ya Afya, Bohari ya Dawa msd na hospitali zote nchini viweke vipaumbele vya kuwa na dawa kulingana na mahitaji ya eneo husika. Tuliongea nao, wamepokewa kwa wakati, wamepata huduma za kujifungua kwa wakati. Hoja moja waliotoa, wamenunua beseni na ndoo. Sasa daktari, asitokee mama mmoja ana uchungu asubirishwe kujifungua kwa sababu hana ndoo na beseni. Hospitali iwe na ndoo za akiba za kutosha. Swala la la la mama kujifungua si jambo la dharura. Hii nchi yetu ni nchi ya vijana, tutarajie kwamba akina mama watakuja kujifungua. Tuwe na ndoo za, za, za dharura, asi mama zisubirishwe na uchungu kwa sababu hakuna ndoo wala hakuna beseni, wakati serikali inaendelea kushughulikia jambo la bima ya afya kwa wote ndani ya siku mia moja kama mheshimiwa Rais alivyo eh, lisema jana na siku zingine zilizopita, na wakati utaratibu unapangiliwa wa namna ambavyo huduma hiyo itafanyika. La pili, kwa hospitali zote nchini, mama mjamzito ambaye ameshapatwa uchungu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 hatuwezi tukawa na na uhaba wa dawa muhimu ambazo mtu binafsi kwenye, kwenye duka lake anaweza akazipata. Kwa hiyo hili nazosemea kwa wizara MSD, na hospitali zetu zote. Katika hatua nyingine, waziri mkuu ameagiza hospitali zote nchini zizingatie maelekezo ya kutumia mfumo sahihi ya malipo katika taratibu za kutoa huduma ili kuwezesha serikali kuendelea kuhudumia wananchi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Shindi Media, Usisahau kusubscribe, comment like na share ili upate taarifa zetu.